Mwana amwaminie mwana, anarudia Yohana ndo mtu pekee ambaye ametaja mara nyingi neno uzima wa milele kwenye Bibilia. Uzima wa milele imeandikwa mara ishirini lakini Yohana peke yake ametaja kama mara, imeandikwa mara ishirini na nne Yohana peke yake ametaja mara kumi na saba kwenye vitabu vyake vitano. Uzima wa milele, uzima wa milele, amwaminie mwana yuna huo uzima, asiemwamini amekwisha kuhukumiwa. Sababu ya kuhukumiwa kwako, unajua, Mungu mwana hajamtuma, hiyo hajamtuma kabisa, na hakuja Yesu kufanya kazi ya kuhukumu. Kinacho kuhukumu ni wewe kutompokea kwa njia ya Yesu, Yesu. Na mtu wa mahali hapa ambaye anasema mimi bado nataka utafakari, bado na muda wa kufikiria, bado natamani hata nikauliza wazazi itakuwaje, lakini ngoja nikwambie safari ya mbinguni ya mtu mmoja, safari ya mbinguni ya mtu binafsi. Tulisoma ile Ibrania tisa ishirini na sita ishirini na saba. Yesu alikuwa anahitajika kuhani mmoja asiyefanya dhambi, asiyekuwa na kosa, asiyekuwa na doa. Huyo kuhani akiisha kuingia patakatifu mara moja, anasema na kama vile mwanadamu alivyokea kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu, hakuna kutengeneza. Yani hakuna namna ya kutengeneza na Mungu tena. Hata kama kuna mtu kule mtu nje ananisikia. Hakuna sasa tena wakati mwingine wa kutengeneza na Mungu baada ya kufa. Haupo. Wakati wa kutengeneza ni saizi. Wakati wa kutengeneza ni wakati unaposikia wa wa sauti hizi. Kuna wakati utafika, utasema na tamani hata wapo mtu anaambia tunene na Mungu kidogo. Ili faridi kwa mateso na shida anazopitia. Huu wakati haupo. Unao wakati wa kutengeneza sasa. Kuna wakati utasema natamani tamani Wakati unao sasa, hiyo nafasi unayo leo. Tengeneza <coughs> sasa na Yesu, tengeneza mahusiano na Yesu. Hauko wakati mwingine, haiko nafasi nyingine ya kesho. Iko mikononi mwa Mungu. Biblia yangu naliambia, hatujui siku wala saa atakayoshuka yule mwana wa Adamu, atakapochukua watu wake, atakapoondoka na kanisa. Je, ataondoka au tabaki? Je, ikiwa uli mwamini Yesu alikuwa naigiza ya kitu baki kanisani, tunatembea kwa mifumo ya dini. Hatukwambia habari za dini, tunaongea habari za wokovu. Tunatangaza Yesu anayeokoa. Yesu akuleta dini. Hata nikwambie siri moja, wakristo wa kwanza wanaitwa ni wale wafuasi wa Yesu, alisema awa wanamfuata Yesu, wanamwamini Yesu, hao wataitwa awa, Wakristo wanaanza kuitwa. Yesu akuleta dini, alitangaza wokovu. Kwa maana nakwambia, usibaki kwenye dini, usibaki Maana, amesema wale waliomwamini, wao ni sura na mfano wa Mungu kweli. Kristo akilitazama anaona kama kioo kwamba sura yake na kitu ndani yako, au akilitazama anaona kama walking board, anaona kama umekuwa zombi, maana siekuwa na roho wa Mungu huyo, akimtazama amekufa. ana wai kama una roho wa Mungu kama anaiona roho yake ndani yako, anaona sura yake anaona kijakisi mcoa Mungu aceje kuleta maigizo, acheje kukufurahisha hapa, acija kuleta soli zapokea magari, katafuta ilaukopate magari, tunakuleta habari za Yesu Kristo ukimpokea, yeah. yeah. anatenda na muujiza huyo. Yesu aliyefanya miujiza, watu wakaamini, hata kwa wewe anafanya. Kazi yako ni kuamini, acijele kukwambia Pokea muujiza ili uondoke, tunakuambia mpokea Yesu, yule ule muujiza hata ukipokea unagumu ndani yako. Kama ni muujiza kutoka kwa ni mateso, ukipokea unakaa milele. Kama ni maagano yanavunjika, ngoja ni kuambie ya nabii Yeremia anajaribu kutabiri katika Yeremia 33 anasema ya kwamba atafanya agano jipya na nyuma Israeli, sio kama agano alo na baba zake hilo alilivunja, bali agano jipya, uovu wao atausamee kabisa, na dhambi zao atakumbuka. Anarudia maneno ya Paulo kwenye ile Waebrania nane mstari wa kumi na mbili, anasema uovu wao nitausamee kabisa, na dhambi zao zitakumbuka tena. Uona upendo wa Yesu ulivyo, angali wingi wa dhambi, angali umekosea kiasi gani? Umekosea toka lini? Anatazama ulivyosema kwako imekosa, mbele zako imekosa, juu ya mbingu nataka kurekebisha. Huona mpango wa Mungu, urekebishe kwake. Rekebisha maadamu ni mchana, usisubiri wakati wa usiku, pale ambapo utatafuta wachungaji hautawaona tena, utatafuta waingulisi hawatakuwepo, utalitafuta neno alitakuwepo, maana wakati utakuwa umechelewa. Simama pale ulipo, nataka nikombe na wewe.